Usikia sasa, niwaambie vile, si wabembe tuliendelea na mavita yetu depuis ukoloni. Ile vita uko nasikia uko pale Kamanyola mplende la Ruzizi, haikuanza leo. Ile vita ile haikuanza leo, na mbembe akwanza leo kwenda kumalizia vita pale mplen Mne. Wakati wa ukoloni mzemba vumoya moya alipigana vita na pale muplene pale, ndio kwenye alipigia Balma na kubavusha Burundi na kubapeleka mpaka Kigoma Tanzania, hadi Mahenge Tanzania ya Sosankatre ya wa ya, ya, ya, ya, ya kulikuwa mtu aitwaye Antoine Marandura. Ndiyo, anda kupokea bagastosi simialo na bametodit camarad bapitia Burundi mpaka muplene, mule vita i kanza ya peru Mulele Tii Babembe baenda kuipokea ba kina Shabani indalo maulana na bengine, na kuipeleka Bubembe Mulele kazaga Bubembe, lakini yenda kuishia wapi? Ubaulize kwa bobo Bafuleru ule Mulele yenda kuishia wapi? Babembe tena yenda kupigana pale kukilalo ya ruvi mvi karibu ingia Kamanyola pale, basi mnyo alipiga naka pale, ndio wanasikia bantu wanambiaga kama sio mbese topu ndo topulende na maboko ake, bali kama ataka topulende na mikono baka panda juu ile topulende. Ndio kwenye babembe balishia damu yapo limwangika mwile ile territoire ya ya Uvira pale Ruvira vivi pale, eh, ndio kwenye babembe aenda kuishia na kumalizia vita 64 pale. Mbaulize vile eske ni bongo au ni kweli. Hmm, tunachia kamata bali derbetu tulikuwa na ni vengi sana, o balidere babo balikuwa nani. Kulikuwa Antoni Marandura. Akisha Antoni Marandura kulikuwa nani, generale babo alikuwa ta Bidalira. Apre Bidalira kulikuwa Rubaruba Zablone. Kulikuwa mse wa Kifira Lamberu Monekiage. E tulikuwa na Alwezo Mshubazi. E tulikuwa Kayamba. E ndio balidere babo balikuwa pigana vita pale. Me babembe tulikuwa bamingi bamingi sana. Eh, tukiangalia wao balipigana vita sana na wakati Waka, kabila lepera alikuwa kuingia mwile vita alishia pale Kigongo akaenda kujinstale mzoni ya Fizi. Sasa, unajua ndio njoku kwa bagerie. Unaona? Mganga wa baba Fulero alikuwa anaitwa Nakarunduka. Ubaulize kama ninasema bongo au kweli. Ubaulize ile mambo. Tuko tunaambiana mambo yote ukweli na bayana kabisa ndugu yangu. Hii ma audio uisukumie mu group yetu yote na ma group zangu basikie na wakati vita iliisha, bakaanza tena ile baguzi yabo, bakaanza kufia ile Uvira boba Fulero wakapenda wafai nini Baanze kumiliki Bavira mule Babembe bakaanza kubashauri ee, eh, bakaanza kum, kum, kumkombanisha nani, bo Bavira bakaenda kulomba msaada kwa Babembe, ndio wakati mzee Mtupeke yuko Colonel Komanda de Ville pale ah, akasema bo, basi tuingilie kati hii mambo. Bakaanza kumbagua huko Mbembe huko hivi huko hivi, ndio Bavira anaenda kulomba msaada kwa Babembe, ndio Mtupeke sasa ndio, kama mnanifukuza hapa uvira. nitatoka hapa ende ende nda kushimika vyangu vyote makobola ni bomole Uvira da da da dans quinze minutes. Pote ba ilomba msama pali eh? Aba ya zicheza na Babembe. Babembe biko kuyulu sana, tushapigana vita ya kila aina wala hata bakuwe wapi, popote pali kuko Mbembe, aba zikututingiza. Njo vile baba, yafua kuaka na maprefe ya kuongea na bale batu bamingi, bale bajeta mamisisi, bajeta mafujo kule wapi? Sonde Burundi. Bato ni mizao ilitoka Burundi. Ni damu nachangana Barundi ndio pale vatu we kujita Vafuliru we kuleta fujo leo mplende la Ruzizi na mule milima yote ya, ya, ya Bufuliru. Mimi najua mpaka wazon wanani wa Vavira na Vafuliru nifasi inaetwa Kawizi kabla au yafika mbele ya Mayamoto pale, kabla yafika Kiliva njo mpaka wa, wanani wa, wa kolektivite ya Vavira na kolektivite ya Bafuliru. Pale njo mpaka wabu ni Kawizi ndio kwenye mwami lenge rampa anaishia kudirije ni pale kawizi kuleta ti paka makobola. Ndio vile tukio kamata sasa e, mfuliru bali beko alita makelele batoka wapi? ilikuwa 1933, mu mwaka wa 1933 kulipita vita Burundi, entre batoto ya mtu moya, walikuwa ba mama bawili, baba hapo alikuwa sultani Burundi. Sasa kukakuwa Bwana Mpenda na bwana Gisaru bakapigana, balikuwa watoto wa mtu moya. Ule Mpenda alipiana busultani wa baba yake, aliwahi kuzaliwa, mbele ulizaliwa mbele, mama yako ndio aliolewa mbele, ndio mkubwa kwa kusema, sasa, wabake, fujo, grupe inye, nani? mpenda na kuku na mbuzi na ngombe na wakwe zake na vepwa na nini akakimbilia Kongo mu 1933 Mwaka wa elfu moja mia tisa salasini e, na tatu eh, ndio alikimbilia Uvira, fasi inaitwa Kiromoni. Ushatoka frontiere ndio unaingia kisa Kiromoni, kwa kuingia Kavimvira. Bakafika pale Kiromoni, basi balikuwa bengi sana. Mwami mwenyewe alikuwa pale Wabavira, alikuwa aitwa Luegeleza babake na rampa na lenge tro, ndio alikuwa mwami pale Akasema hapana, amwezi kuikala hapa, ni mkizungu. Inabidi mwende wapi? Mwende mplan kule, mtafuga ng'ombe kule, mtalima mashamba, na mtafaa vitu vyote kule. Njoo wakaanza kuanzia pale, kala pale mayamoto kwenda ti, njo vile baenda mpaka masange kiliba e, runingu e, mtarule luberize e, pa sio waenda kufia maluvungi, wengine wakapanda kaungwe, baenda kuenda kukotea malemera kule. Hadi Marubanga balifika, Lubarika balienda kule Kiguru chini ya Sange, balienda na Sange baliikala kule Ndunda kote, balikuwa balienda ba, banaikalekala kule sasa. Wakati Mpenda alikufa, njo mtoto kani, mtoto kani, mukwe kani, mwipwa Kinyunyi njo akabeba busultani wa Mpenda. Sasa bale bale bote bakazalana kule, bakaza kuoana na Bafuliru kule, njo sasa bakaanza kujiita sheferia kwa nani ya kwa Kinyunyi. Njo bale ba ba fuliro ba ba ba mplen bale ni barundi na njo bale ba tubote wa leta fujo njo ba mu ivwa eh, njo bale bote ba mu ivwa ba ba nam nene ba nani, njo bale leta mama kelele kule ya kusema oh, ya kutuma ni mbembe arudie kwa hapo afanye nini, njo bale anaenda kujiunga na M23 mpaka ni bale bale tunawajua mzuri, na kama banaleta bubishi, ubambia, banijibu, ubasukumie maudio ya hii maudio yote, ubasukumie mule mumagroup yabo, na bakileta bubishi mwambie banijibu nitapambana nabo. Kuko bashimbi vile vile, kuko bahamba bale tunaita balunga konde, bale watu ya kigongo eh, famia mcheza njoo balunga biko pale eh, njoo biko pale, wote ni bavira. Mtaweza kutaja na majina ya Bavira babazee ya Kivira bikuwa pale, tunabajua eh, kuko Bavira balambo bakuwa msenga tunabikuwa pale. njua ba, ba, ba, ba, eh, umer de la ville moniale anakimbia pale mechikiza muato jero wakopeke. Njua Bavira betu bikuwa pale batokea kabone balambo msenga eh, bene mshapa bene nani, tunabajua eh? sasa webe bote yuwa aleteta makelele bamingi ni Barundi. Usikia sasa hadithi ndogo ya ujio wa Bafuliru mu teritwari ya Uvira na bale wenyewe wa kujita Bafuliru baina Kirundi jinsi walifika mu teritwari ya Uvira. Tunajua kuna Mfuliru le anaitwa Mfuliru. Jina Mfuliru ilitoka wapi? Mbele baikuwa banaitwa ni Valemera. Na kama uko Bafuliru, Bafuliru, Bafuliru, ubaulize bale bazee batakwambia ni ukweli gani wakati banya Rwanda bao banakimbia vita kutoka kwa Rwanda kukimbilia mwetu Bukongo, balikuya kila fasi kwa banapita, balikuwa banasalimia batu, bakipita fasi banasalimia batu na batu banabaitika. Saba lifika maeneo sasa ya Bafuliru bale balemera bale pale kubaita kuba, kubasalimia batu babaitike

nataba na atabaambia ile ndio jina yao ni wale mera sawa na kila kabila yote ya mfuliru isiyokuwa na kitofu kubabembe au kubavira hake wale watu ni barundi au banyarwanda. Unanifata baba? Eh, kila mfuliru mwenye hana kitofu kubabembe au kubavira ule mtu ni murundi au ni mnyarwanda. Sababu gani? Wakati wa ukoloni ilikuwa Eh, benye balianza kufundishwa masomo bazungu balikuwa ni babembe na bavira. Sasa wale vijana wakati walisoma, ikabidi sasa waende wapi? Baba bazungu wawatume mplende la Ruzizi na kwenda kule Bufuliru, kule banafundisha masomo. Sasa wale walienda viko vijana, bayaoa, bayafa nini? Ndio wakafa nini? Bakaoa kule, bakazala kule, bakachangana na ile na wale baba balemera kule, automatiquement ikakuwa kwa babembe kuko bashilambo, kwa fulero kuko balambo na kuvavira kuko palambo, tukienda kuko ba basisembe kubabembe, kuba pembe, kuba fulero kuko bashimbi eh, na kuvavira kuko bashimbi ndio ile makabila iliingiliana vile. Unaona sasa, ule mfulero mwa atakwambia sema hana kitofu kuba pembe au kuvavira, na hapo ni murundi au Mnyarwanda. Unasikia baba ifo, mnakuwa mnasema bitu kama mko mnaongea nabo, mnababaje na mapresa la pui na kavigo, banavisha banitumia audio Unasikia papa, njoo vile njo kule kulitokea jina. Mfuliro ni jina ya kutukaniwa jina, hapo ni pale mera. Njoo mambo ile, asante nakako mfuliro, mwenye mfuliro mfuliro umsikililishe audio, atakwambia u bwana, anasema ni kweli, na navale bavaleta furugu sasa, ile damu inachangana parundi. Asante.